Leo Dominika Atano ya tano ya Kwaresma mwaka si wa Kanisa, Baba Mtakatifu amewabariki na no kuwashukuru waumini mwishoni mwa ibada ya Misa Takatifu kwa ajili ya Jubilei ya wagonjwa ulimwengu wa afya kwa kusema asanteni sana. Kabla ya kufika katika uwanja alifanya sakramenti ya kitubio katika basilika ya Mtakatifu Petro na baadaye akapita katika mlango mkuu. Undani wa taarifa hii Sister Angela Loezaula kutoka Radio Vatican anatujuza zaidi. Ulikuwa ni mshangao mzuri mwishoni mwa misa ya jubilei ya wagonjwa na ulimwengu wa huduma ya afya, hasa kuwasili kwa Baba Mtakatifu Francisco kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 6 Aprili 2025, katika kiti cha magurudumu akifuatana na muuguzi wake wa kibinafsi Masimiliano Strapeti. Ni yeye aliyempeleka kwenye madhabau, ambapo baada ya baraka ya mwisho ya mshereheshaji, Askofu Mkuu Fizkera alitangaza salamu fupi: Dominika njema kwa kila mtu, Asanteni sana, kwa hisia za wote waliokuwepo uwanjani na wasomaji. Kisha wakasambaza ujumbe wake wa shukurani. Katika ujumbe huo, papa Francisko anawasalimu kwa upendo wote walioshiriki katika maadhimisho hayo na kuwashukuru kwa dhati kwa sara iliyoinuliwa kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya afya yake, akitumaini kwamba hija ya jubilei hiyo itakuwa na matunda tele. Kisha alitoa baraka za kitume alizowapelekea kwa wapendwa wote, na wapendwa wagonjwa, wapendwa wagonjwa, kwa wapendwa kwa wapendwa kwa wagonjwa na wanaoteseka pamoja na waamini wote waliokusanyika katika uwanja, kabla ya kutoka nje katika uwanja. Kwa mjibu wa ofisi ya habari Vatikani inaripoti kwamba papa Francisko alipokea sakramenti ya kitubio katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro na kukaa kwa sala fupi na baadaye kuvuka mlango Mtakatifu. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu Francisko aliungana na wanahija wa Jubilei ya wagonjwa na wa ulimwengu wa kiafya. Asante kwa kuichagua Juve Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.